Wapalestina watatu wakiwemo watoto wamejeruhiwa na Israel kusini mwa Gaza. Mtoto mmoja amejeruhiwa vibaya kwa risasi za Israel kaskazini magharibi mwa Rafah katika ukanda wa Gaza kusini, kwa mujibu wa huduma za wagonjwa wa dharura katika eneo hilo. Watu wengine wawili wamejeruhiwa katika shambulio la angani la Israel lililolenga gari la kiraia mjini Bani Suheila mashariki mwa Khan Yunis, pia katika ukanda wa Gaza kusini, kwa mujibu wa shirika la msalaba mwekundu la Palestina pia PRCS. Wakati hayo ya kijiri, huko Ukingo wa Magharibi kumetokea vurugu za walowezi wakati wa mavuno ya zeituni. Tukio hilo limewashangaza wengi na kuonyesha ukatili wa msimu wa mavuno ya zeituni mwaka huu katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israel, ambako kijana aliyevaa barakoa alionekana akimpiga mwanamke Palestina mzee aliyekuwa akikata zeituni, ambaye baadaye alianguka chini. shambulio hilo dhidi ya Um Saleh Abu Aliya mwenye umri wa miaka 55 lilirekodiwa na mwandishi wa habari wa Marekani katika mji wa Tumus Aya karibu na Ramala. Watu wote walikimbia kwa sababu walowezi walishambulia ghafla, walikuwa labda mia moja, alisema shahidi Yasel Alkam akiambia shirika la habari la AFP akiongeza kuwa mwanaharakati mmoja kutoka Uswidi alivunjika mkono na mguu kutokana na shambulio hilo karibu na tulmos aya katika kijiji cha al mughair, mkazi mmoja alizuiliwa kabisa kuvuna. Ninamiliki ekari moja ya mashamba ya zeituni, takribani dunam kumi. Kile kilichobaki ni miti ya zeituni iliyoko kwenye bustani ya nyumbani tu, wameng'oa yote, amesema Abdullatif Abaliya mwenye umri wa miaka 55, akiambia AFP. Matukio mengine katika ukingo huo ni mtoto wa miaka tisa Muhammad al-Hallaq ambaye aliuawa na wanajeshi wa Israel mnamo Oktoba 16, na familia yake bado inaomboleza kwa huzuni kubwa. Wakizungumzia mauaji hayo, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Palestina inasema imesikitishwa sana. Inaelezwa kuwa Israel inaendelea kuchelewesha na kuzuia usafirishaji wa misaada iliyokuwa imeahidiwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano, wiki mbili baada ya utekelezaji wake mnamo Oktoba 10. Kutokana na ukosefu wa vifaa maalum vya kuondolea vifusi, Wapalestina wengi sasa wanalazimika kutumia mikono yao kutafuta mali zao zilizofunikwa na mabaki ya majengo. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, jumla ya Wapalestina tisini na watatu wameuawa na Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoanza kutumika. Wizara hiyo imeongeza kuwa watu 324 zaidi wamejeruhiwa tangu wakati huo. Katika saa 48 zilizopita pekee, miili ya watu 19 waliouawa katika mashambulio ya Israel imefikishwa hospitali za Gaza, pamoja na watu wengine saba waliojeruhiwa kwa ujumla wizara inasema kuwa idadi ya waliouawa katika vita vya mauaji ya kimbari ya miaka miwili ya Israel imefikia watu 68,519 huku walioumia wakiwa laki moja elfu sabini na mia tatu themanini na wawili tangu oktoba saba 2023 hii ni poa afrika